Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naitwa Dr. Vincent Mashinji, ni mkuu wa wilaya Manyoni. Tuko katika kipindi cha uchaguzi mkuu ambapo tunaenda kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani katika taifa letu. Ndugu wana Manyoni, naomba niwahakikishie tu kwamba wilaya yetu ni salama na tutaendelea kuwa salama na tumeimarisha ulinzi kuhakikisha kwamba tunamaliza hili zoezi muhimu la kitaifa na la kikatiba wakati tukiwa katika hali ya utulivu na amani na usalama kabisa ndani ya wilaya yetu. Uh, tuna majimbo mawili ya uchaguzi kama mnavyofahamu, kwa tutakuwa na jimbo la Itigi uchaguzi utakuwa unaendelea pamoja na jimbo la Manyoni. Ninaomba wananchi wajitokeze kwa wingi ili kuweza kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani na imani kabisa wananchi wengi, katika kipindi hiki cha uchaguzi kunakuwa na kampeni, kunakuwa na heka heka nyingi, pamoja na habari zingine za kupotosha na zingine ambazo ni sahihi, kulingana na nani anatoa taarifa na kwa wakati gani. Mimi kama kiongozi a, wenu ndani ya wilaya hii ya Manyoni napenda kuwafahamisha kabisa kwamba serikali imejipanga ndani ya wilaya yetu ya Manyoni kuhakikisha kwamba zoezi hili linakwenda kwa uhakika kwa wakati na kwa kuzingatia misingi yote ya kisheria ambayo imewekwa. Tutahakikisha kabisa katika kipindi hiki chote cha uchaguzi wananchi wanakuwa salama, wao na mali zao. Jeshi la polisi sambamba na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ndani ya wilaya yetu vimejipanga na viko katika hali ya utayari kuhakikisha kwamba zoezi hili linakwenda kwa amani na salama na hakuna mtu yeyote anaweza akabuhuzia ko ni waombe wananchi kwa, kwa taratibu ambazo watakuwa wamejiwekea wao wenyewe kufika katika vituo vya kupigia kura, kuhakikisha kwamba wanapiga kura na wakishamaliza kupiga kura wanarudi na kuendelea na shughuli zao kwa amani na salama. Ila kwa wale ambao watapenda kuendelea kuwa katika maeneo ya kupigia kura, basi wazingatie sheria ambayo inawataka kuwa katika umbali wa mita mia mbili wakati sehemu wanapopigia kura ili kuwapa nafasi na wengine wanaokuja kupiga kura waweze kupiga kura zao kwa amani na salama. Wilaya Manyoni hatuna tishio lolote na wala hatuna taarifa zozote ambazo zinatishia hali ya uvunjifu wa amani. Siku ya kupiga kura, vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa moja asubuhi mpaka saa kumi jioni na baada ya hapo tume ya uchaguzi itaendelea na taratibu zingine za kuhesabu na hatimaye kutangaza matokeo ya waliochaguliwa kwao. Ni rai yangu kwa wananchi wote walioko ndani ya wilaya ya Manyoni, wenyeji na wageni na wapita njia, kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria, taratibu zilizowekwa na taifa letu, hasa katika kipindi hiki nyeti cha upigaji kura. Tunawaachia watu wote wenye changamoto za maisha kama vile ulemavu wajawazito na wale ambao wanajisikia dhaifu kidogo kiafya, tunahakikishia usalama wao, wajitokeze waende wakapige kura. Tumejipanga, tuna askari wa kutosha kuhakikisha kwamba kuna amani na salama siku hiyo, kwa sababu serikali yetu kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan ameshatuhakikishia kwamba tarehe ishirini na tisa itakuwa ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo watu wote watakuwa majumbani kwa kazi watakaokuwa wamebakisha siku hiyo ni kazi moja tu, kuamka na kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wao kama ilivyo, uh, taratibu za nchi yetu. Uh, pia ni kumbushe kwa wananchi wenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, swala la uchaguzi ni swala nyeti na muhimu katika taifa letu, ni swala la kikatiba, imetamkwa bayana kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba pamoja na marejeo yake yote, ikisema kwamba kila baada ya miaka mitano kutakuwa na uchaguzi wa kuchagua viongozi, na hili ni zoezi ambalo linakwenda kutuwekea viongozi wa serikali katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba swala la kupiga kura ni swala la hiari ya mtu, anaweza akaenda ama asiende ni kweli yawezekana katika fikra mbalimbali kwamba swala la kupiga kura ni swala la hiari ya mtu, lakini ukiangalia msingi wake mkuu ni katiba. Sasa swala linapoingia kwenye katiba, pamoja na uhiari wake, linatengeneza ulazima fulani wa kufanyika kwake. Swala la uchaguzi kila baada ya miaka mitano ni swala lililotamkwa bayana ndani ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hiyo tamko liloko ndani ya katiba linatengeneza hali ya uwajibikaji kwa wananchi. Kwa lazima tuwe taifa la wananchi wanaowajibika, lazima tuwajibike kwetu sisi wenyewe na kwa Mungu aliyetupa hii nchi. Na kwa sisi wenyewe tuliazimia na kuamua kwamba katika katiba yetu kwamba kila baada ya miaka mitano tufanye uchaguzi. Kwa hili tamko linaondoa ile hiari tuliyonayo. Kwa linatufanya tuwe na kwa Kiingereza wanasema moral obligation uh, kwamba tunawajibika kuamka na kwenda kufanya uchaguzi. Na yawezekana kwamba ikaonekana kwamba sio lazima sana kwenda kuchagua viongozi wetu, lakini taifa lolote lisilo na viongozi ni taifa ambalo litayumba na kwa, ni taifa legelege. Kwao ni muhimu, sisi wananchi, shime, tujitokeze kwende tukachague viongozi wetu na hata hayo mataifa ambao wengi wanasema yameendelea, ambao na sisi kama taifa tunaenda kwenye hayo maendeleo ambayo tunatamani kuwa naye, tuko safari moja, wamekuwa na ulazima wa kupiga kura. Na kuna baadhi ya nchi hata usipojitokeza kupiga kura unapigwa faini, unaona. Kwa hiyo kuna na baadhi ya nchi kama umefikia umri wa kupiga kura, kama hujiandikishwa, basi inabidi ujiandikishe. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi ni lazima kupiga kura, kwa sababu wanaelewa umuhimu wa kidemokrasia wa mtu kuamka na kwenda kupiga kura. Kwa takwa lolote la kikatiba, maana yake ni makubaliano yetu, ni mkataba wetu sisi kama Watanzania kwamba tunataka tuishi kwenye hii nchi kwa pamoja na kwa umoja wetu, ndio maana tukatengeneza katiba na tukasema kwamba kila baada ya miaka mitano tukachague viongozi wetu. Ni jukumu letu sisi kama viongozi wa serikali waandamizi kuhakikisha usalama na amani inakuwepo na, na utulivu, ili wananchi wakatekeleze takwa la kikatiba la kuhakikisha kwamba wanapiga kura. Na mimi ni wahakikishie kama mwenyekiti kamati ya usalama ya wilaya yetu kwamba wilaya Manyoni ni salama, wilaya Manyoni ipo kwa tayari kwa uchaguzi, na hatuna tishio lolote wala sababu yoyote ya kuogopa kwenda kupiga kura. Nani unampigia kura, huo ni utashi wako wewe binafsi, utakapojitokeza kwenda kupiga kura yako, lakini chime ni wakumbushe kwamba kupiga kura ni takwa la kikatiba na kuchagua ni takwa la kikatiba hivyo, linaitengeneza hiari yetu iwe na ushuruti ndani. Hakuna mtu atakayesimama nyuma yako kukulazimisha uende ukapige kura lakini wewe unawajibika ndani ya moyo wako na nafsi yako kutekeleza, kuilinda na kuitetea katiba ya nchi yako, kwamba umejitokeza unakwenda kupiga kura kwa hiari yako mwenyewe. Waswahili walisema hiari yashinda utumwa. Kwa hiyo tujitokeze twende tukapige kura, tuchague. Asanteni sana.